Kasema, wenye tabia potovu mbaya na zinazokera wote kizimbani. Wote kizimbani wote eh, kijana unaitwa nani? Koti inakuuliza kama una malilio yoyote mbele ya koti. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, wewe unaelewa? Amekuambia fanya nini? Amekuambia kama unaweza kujitetea. Kama uelewi, si unasema mheshimiwa, mimi sielewi. Tunataka jamii bora, na hii inaanza na wewe. Kizimbani. si siwezi bwana, tabidi nikae kimya tu. Ah, ukinipa okay. Sauso nakupa na wewe, <laughs> Chinese. Bwana mimi umeanza na utenge wake mapema tu asubuhi unataka kulipiza? Ah, hamna. Lipiza. Haya, <laughs> ah, bwana mm -hmm. Ah, ni saa 5 dakika 36 mm -hmm. Wakati huu ni wakati wa kizimbani, okay. ndio. Kizimba. Kizimba leo mm -hmm. lazima tukumbushane usije kusema jamani, amenipa madini ya biashara. Mm. -hmm. Takuwa basi kwenye kizimbani kunitandika kidogo na kuninyoosha. Mm -hmm. Watakuwa wamesahau, jamani, hatujasahau. Mm. -hmm. Bora tusahau atakula kunywa chai. Lakini, lakini sio kizimbani. Sio kurekebisha tabia. So, yaani kuna watu wanatutumia message mpaka tunashindwa tunaziondoa hivi. Mm -hmm. Kizimbani saa ngapi? Saa 5 na nusu. Eh, tumeka alarm kabisa. Mm -hmm. yani, kuna ala ambayo ikianza kucheza inacheza ina kizimbani kizimbani wakati kizimbani, kizimbani. Mm -hmm. Kwa hiyo inatukumbusha. mm -hmm. Asa, na na o uniamini, ndugu yangu sana, natakiwa kuniamini Nisha kuamini sasa. mm -hmm. leo kwenye kizimbani kizimbani aya mm -hmm. eh, kwa kweli ni hatari sasa sasaa kwenye kizimbani bwana, tunazungumza mm. kuhusiana na baadhi ya wateja. wateja Wateja nyinyi mm sisi hapa. nyinyi. na wewe hapo. -hmm. kukaa kwenye mkao wa bodaboda akaa vibao nadondosha chupa ndio. <laughs> afu umeniuzia mbovu sasa, mm -hmm. imepasuka bodaboda ana asili yako mm -hmm. Na na, na ushamwambia boda tukienda pale usiseme, mwambie umenifikisha nyumbani mm -hmm. nimechemsha chai ikapasuka. Ndiyo, kwa bahati kwa bahati mbaya mm -hmm. Lakini hakisha yaani, umwambie tu kama alipoweka tu nipo, yaani nipoona tu mm -hmm. Chupa ifanya hivi. Haya, kuna mwingine sasa anayeingia kwenye mfumo eh. mm -hmm. Na <laughs> jamaa anatoa hasara tayari ile, yeah. Haya mwingine, ah ha, TV sitaki iwe kwenye meza

Mm hapa -hmm. Limefunguliwa hili sasa okay. Leo tuna ujumbe kwenu nyinyi wateja ambao mmekuwa na tabia ya kuharibu, alafu mnaanza ku wasingizia wafanyabiashara, watu waliowauzia, unatuletea vitu vibovu mm -hmm. Ndio maana mimi duka lako silipendi, ningejua, yaani kwanza atakuje kununua kwako, kwa nimekuonea tu huruma na shangaa wewe, wenzako anauza laki tatu, anauza laki mbili na tisini, ndio maana mm, <laughs> Sasa najiuliza <laughs> vipi na mtu ambaye amekosea, najua tu kabisa nakosa yeye. Mm -hmm. <laughs> anakuja anajiamini sana mno, na maneno mengi e, yani ile ni kama liwalo na liwe mm -hmm. nikikutana na lolote pale basi e, yani hapa nimejiamini kabisa, nishaharibu najua mm -hmm. kwa hiyo hapa kujitetea, ngoja niji na ukali na hiyo hiyo, unajua inakwenda hata kwenye nguo pia, ndio kwenye nguo waziwakupasi umenua zako nguo. Aha. Uh, uh -huh. Inyoshe maana ndi inatatuka h <laughs> <laughs> kanapigwa kale kamoto kidogo kale <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ashina la kungu ikiungua wenyewe, hiyo ni moja kwa moja wewe mnunuzi sasa e. Kwani, kwani muuzaji anauza akiwa na pasi, ila kuna ha, ile imetatuka ilete, imechanika mm. Kidogo tu namrudishia ama unaanza kumsingizia ku, muuzaji kwamba enda mdoka kuuzia kitu kibovu. Kwa kweli jamani, wafanyabiashara hawazungumzi tu, lakini inawaboa mno sana yaani wafanya biashara mm -hmm. basi tu kwa sababu wameambiwa wawe wavumilivu mm -hmm. wabebe shida za wateja mm -hmm. wawe na moyo wa subira kwamba basi ndo mteja wangu, mm -hmm. ananitia laki moja, ananitia shilingi 1000, mm -hmm. lakini sasa mambo ya kuingiza na hasara, jamani, mm -hmm. sio mazuri. nimenunua kitu cha shilingi laki mbili na tisini, alafu natoa tena kitu cha shilingi laki mbili na tisini. nakupa tu ili umekiharibu, ili, ili nisiharibu brandi Mm, brandi nao ngumu brandi ngumu mm? Sana sana watu wasema namna ya ku maintain wale, Waingereza wale. Namna ya ku maintain <laughs> brandi. Lazima <laughs> kuna namna lazima uumie. Kuna mm-hmm. Kwe, kuna mtu, kuna mfanyabiashara mwingine anakuataki kupigishana makelele mm. Anaamua tu bwana kwamba hasara nimeshapata mara nyingi tu, ndio nawe ngoja nikupe tu, najua namna gani takuja ku Ku, ku, kurejesha hiyo hasara ambayo nime imetokea baada ya wewe kuja kurejesha hiyo bidhaa ambayo mimi nimekuuzia, au sasa hivi wafanyabiashara wao wanachukua hata video clip wakati wanampatia mteja. Eh, kama ushahidi, eh, ushahidi. Kwamba jamani mimi nilikupatia <laughs> hii chupa kabisa hii tuli, tuliangalia hapa ilikuwa inafanya kazi. Sasa hiyo ni mtihani. Haya, uta, utachukua video za watu wangapi? Eh, ndio hapo sasa labda uwe na external disk kwa ajili ya kutunza. Alafu pia CCTV camera ni nzuri. Kuna mtu anaweza kujikana. Mbona mimi sikupaka poda kama hivi? Mimi kabisa. Sawa, lakini sura yako. Tunafanana binadamu wa wili wili. Eh. Hata kama wili wili kuna kitu. Ah, kuna kuna kitu hivi. Lazima mtofautiane. Eh. Sawa, sasa sisi tumefikisha leo ujumbe, jamani, baadhi ya wateja ambao mna tabia ya kuharibu bidhaa ambazo mmezinunua na baadaye mnazirudisha huku sasa mkiwasingizia wauzaji. Jamani, mkome kabisa tabia hiyo, sio nzuri. Tambua hiyo jamani, na familia akipata faida mm -hmm. Mtoto anapaswa aende shule jamani, mm -hmm. Huku wazazi kila siku simu zinapigwa, mtoto wetu anafanya biashara mm -hmm. Kuna namna hivi, unaweza ukashuhudia mtu, mbona aendi mbele na biashara yake? Kumbe kuna wateja wanamrudisha nyuma, eh, yani kuna mtu tu amekaa sema, hapa naharibu makusudi nikachukue kipya mm -hmm. Hala, na kuna asema, hata cha kiungwana. Tuandikie ujumbe kupitia nambari 9257315 na sisi twapitia ujumbe wako vizuri kabisa. Tukukumbushe tuko live kupitia Facebook. Andika Radio Kwizera lakini pia YouTube, andika Kwizera TV. Tumeshaweka tayari jambo hili kule, unaweza pia ukaandika ujumbe wako ukachapisha pale ujumbe wako, tuambie kwa upande wako hili limekaaje. Na wewe kama uliwahi kumsingizia mm, mfanyabiashara utuambie pia. Na ukiri tu jamani mm, ukiri, utubu hiyo dhambi eh, sio vizuri, sio vizuri kabisa mm -hmm. Uh, yaani sio vizuri hasa wale ambao wananua vyombo vile. Sisi watu ambao tumewahi fanya biashara ah, tunajua mm. Asante sana, Acha sana yaani sisi ambao tunafanya biashara, hasa wakati kipindi hicho nafanya biashara ya

Utajisikiaje nikikwambia unaweza kushinda hadi milioni 20 ndani ya sekunde? Ni Toboa Chap Chap wa Tanzania, mchezo kutoka Bahati Nasibu ya Taifa unaokuwezesha kufanya maajabu haya. Chagua mchezo wako pendwa kwenye orodha ya michezo mitano ya papo hapo: Kwangua, Zungusha, Mechisha na Pap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 Uh, mwana wa Deo, kijana mpenda amani kutoka Mkisoro mlulama Bukiliro Ngara, sema jamani, watu kama hao wapo, inapaswa wajirekebishe. Lakini pia huyu Deogratias kutoka Mweza Matopeni, kwa sasa kutoka pae za Bariadi, sema wateja wananunua bidhaa na kuziharibu na kera tena, mm -hmm. wapo hata kwa huko Mweza. Lakini Mr. Obedi Medaridi Kanazi, bila uh, bila shaka ni kutoka Kanazi Asani, kweli wapo baadhi ya wateja wenye tabia za hivyo, jamani wajirekebishe. Lakini Faraja Fredrick kutokea bana za Murukulazo Ngara, kwa sasa yuko maeneo ya Biharamulo mjini, anasema hata kwao huko wateja wa namna hiyo wapo, lakini kupitia Radio Kwizera watabadilika. Huyu tumsome kama Amri Tendo kutokea bana za uh, Muhinda anasema nimefurahi sawasawa. Asante uh, sana kwa kufurahi. Lakini pia Dodatus tumekuona hapa. Buguru kutoka pande za Goya Goya. Kizimbani ya leo ni kiboko wa kere watu kama hao. Maana hiyo ni tabia mbaya. Na amemaliza kwamba kazi njema. Tunashukuru sana. Uh, anaitwa Moridi Andrea uh, kutoka pande za Kazingati Rulenge. Anasema ameandika ujumbe wake Kizimbani ya leo imepamba moto. Sawa, tunashukuru sana lakini, ingekuwa vyema moja kwa moja uh, maoni yako. Agnesi Yaberi kutoka Kakuta Ngara asema wateja wenye tabia za kuharibu vitu walivyonunua wanavirudisha madukani, eti wamewauzia vitu vibovu, wajirekebishe. Lakini huyo anasema anaitwa Shawari Hemedi kutokea pande za Biogwa, ni kweli dada Asma, uh, kwao huko wapo tuwakele. Lakini Gideon gare, Gareba wa chamchuzi cha Karagwe huko, asema watu kama hao wapo, ila wajue wanatenda dhambi pia. Uh, hata wateja wawe na hofu ya Mungu, yuko na sisi na asema waone huruma wenzao. Lakini William Erikana kutoka pande za Mkisoro Ulenge Ngara, asema watu kama hao wapo hata kwa huko, lakini asema jamani, mnawajuaje watu kama hao? Kwa kweli ujumbe umeofika kwa wahusika kupitia Kizimbani, wabadilike. Anaitwa Javani Jasoni rejuba kutoka pande za Kumbuga, Rusumo Ngara, lakini huyo uh, yote Robert kutoka pande za Nyachenda Kasuru, wapo ila yeye hajawahi kufanya hivyo okay. Eh, huyu uh, ataki mambo mengi, kakana hajawahi fanya hivyo lakini huyo anasema huo ni wizi eh. Unashangaa mfanya biashara nakupa kifaa kingine, unafika njiani, unajikwaa kinavunjika, utarudisha kwa nani? Faustini Morukulazo, jamani sasa kama umejikwaa yeye ndo kakufanya ujikwae. Labda mwenzetu naangalia kwenye simu, baada ya kuangalia chini e, maana kuna watu akiwa anaongea video call basi mhm mm ana, ana, anabezi tu kwenye simu, ndio yani ni hivi tu ni hivi tu mhm hai na kuona mashavu mwenenepa hapo, amebeba chupa ama amebeba TV mm. Sio, unajua kuna TV zile ambazo unaweza kubeba mwenyewe hata mkononi, ichi ngapi? Maana mbele kuna kisiki nkacha Unaanguka kama inchi 22 19 15, ile unabeba hata mwenyewe tu yeah. Asabahtimboja unaona jiwe pale mba, kuna watu walishaanza ujenzi wa kuweka tuta, unaanguka na baisikeli yako, ndo hiyo umejikwaa. Inataa usiku tayari shaanza kumsingizia mtu aliyekuuzia Lani, lakini huyu anasema anaitwa wa nyota wapenda nao bonge mtarajiwa. Tunashukuru sana, ujumbe mmoja tu msikilizaji Boazi John kutoka Kumwendo anasema kweli kama watu hao wapo, lakini Dawson uh, Samari kutoka bande za Murukulazo sema watu kama hao wapo wakome, lakini tumekuona Paulo, pia Festo wa Kumkasenga Kayanga, Ngara anasema kumbe haya sawa. Nashukuru sana ndugu yetu, umeshafuadi ujumbe huo. Anaitwa Saspita Stanley kutoka Mkiange Mbuba Ngara asema du, umegusa penyewe, mwendelee kuwapa dozi. Na sisi tunasema ni mwendo wa dozi. Unaofahamu wimbo? Okay, e, ngoja kwanza nitautafuta hapa, mwendo wa dozi. Lakini kupitia ukurasa wetu wa Facebook hapa kwa haraka haraka, uh, tunashukuru sana Dr. Elson B Matash, matasha Ye, kandika ujumbe hapa. Hebu ngoja kwanza tuache kataja kabila ambalo naongoza kufanya hivyo. <laughs> lakini Joshua, mjukuu wa Nila, mkazi wa Mkuyuni Mwanza, binafsi sio vizuri hiyo tabia ila muda mwingine unaosababisha wauzaji wa, wa bidhaa kwa nini wasitoe ukomo wa kurudishwa bidhaa jamani? sisi zinakuwa na warranty. Ya, kuna, kuna wengine ni mwaka, mwaka miwili, mitano, lakini sasa kuna vitu ambavyo warranty inahusika sikamelalia godoro umelimaliza maliza na kwenda kurudisha tena kwa muuzaji, ona hapa inaelekea kama kuwa chapati hapa. Ah, nikarudishe sema warranty okay. Eh, na hiyo hiyo hapana, utabidi ununue nyingine. Endu fikiri Fabiani, kutoka bande za Nyachonga, Ngara, Kagera, Tanzania sema watu wa namna hiyo wapo, ila baadhi yao ni wasumbufu na unakuta wengi wao uelewa uko chini na sio wastaarabu. Pia ukiwachunguza kwa undani zaidi utajua hawa ni watu wasiojua nini maana ya kununua na kuuza. Lakini Franco Robert Binga wa Kagasha Mleba Tanzania sema mimi na kero na wafanyabiashara wanaobadilisha bei, hasa mafuta na bidhaa zingine, nashaka kupandisha bei hao. Tena asante kwa kutukumbusha tunashukuru sana kwa kutuongezea nondo. Tukirudi hapa tutakuja nao. Kwa nini upandishe? Wewe umekuwa mamlaka usika. Alafu kuna ndugu zetu wale wa magari wale nao wale. Kishaona tu kuna tope sehemu imejaa tayari. Sasa vipi mko na TRA? Sema tumepanga sisi. Umepanga na nani? Lakini tunakumbushana tu. Mhm. Wakati tunamalizia kwenye Kizimbani, basi tukukumbushe kucheza bahati nasibu ya taifa tusije tukamnyosha sana ukakosa nguvu za kucheza bahati nasibu ya taifa. Shinda mkwanja mrefu, uhakisho unapiga nyota 149, nyota 88 na maleri. Lakini pia unaweza kuanza siku yako na loto ambayo inakupa ushindi wa shilingi milioni 45 na kuna shilingi milioni tatu ya uhakika. Na hapa tiketi ni shilingi 2000 tu, lakini kama hauna shilingi 2000, cheza tamba na namba hii inakupa ushindi wa shilingi milioni kumi. Kuna zaidi nafasi ya kucheza kila baada ya dakika tano, lakini pia unaingia kwenye draw kubwa, na hapa tiketi ni shilingi mia moja. Kama unatafuta ushindi wa papo kwa hapo sijari, cheza toboa chapu, kuna zaidi ya shilingi bilioni mbili zinakusubiria. Hakikisha unakwangua unamechisha namba na unashinda. Usisahau, kuna gurudumu la spin for cash, hakikisha unazungusha na unashinda zaidi ya shilingi bilioni mbili nukta saba hakikisha unacheza leo na usingoje kesho. Lazima uwe na miaka kumi na nane na kuendelea. Uh, na bahati nasiba ya taifa inasimamiwa na, na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania kwa hiyo ni michezo halali kabisa. Hakikisha kama una changamoto basi piga uh, nambari ya bure ya 0800782233. Amini cheza na ushinde. Saa sita kamili ni taarifa ya habari. Tumekamilisha kwenye Kizimbani. Asma. Yeah. Una lolote? Hapana. Eh, kwenye zimbani basi.